NECTA wamethibitisha matokeo ya kidato cha nne yanatoka tarehe 31 2026. Kama wewe ni mwanafunzi wa kidato cha nne, mzazi au mlezi, basi taarifa hii ni muhimu sana kwako. Hii ni siku ambayo wanafunzi wengi wamekuwa wakiingoja kwa hofu, matumaini na ndoto kubwa za maisha. Kwa mwanafunzi ni siku ya kujua hatua inayofuata ya safari ya elimu. Kwa mzazi ni siku ya kupanga mustakabali wa mtoto wako. Matokeo haya yatapatikana kupitia tovuti rasmi ya NECTA. Hakikisha una namba sahihi ya mtihani na epuka linki za uongo mitandaoni. Endelea kufuatilia Jack Media tz kwa mwongozo kamili kabla na baada ya matokeo. Kila hatua ni maarifa, na kila maarifa ni nguvu. <mulia>